Dk Chauka alizaliwa tarehe ishirini na moja mwezi wa pili mwaka elfu moja mia tisa sabini na sita Mtendewe Hedaru Same. Dokta Chauka alikuwa ni mtoto wa kati ya watoto kumi kwenye familia ya mzee Chauka Karia Msuya na mama Raheli Msovu Mnekeni. Dk Chauka alikuwa mha, madhiri mwandamizi katika taasisi ya sayansi ya baha, za bahari Aliju, alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka elfu mbili na tano kama mtafiti msaidizi na, na alipanda ngazi ya kita, kita alu, kita ya kitaaluma hadi kufika ngazi ya madhiri mwandamizi mwaka elfu mbili na kumi na tisa nafasi aliyoikimbia kwa bidii hadi mauti ilipomkuta. Chauka alikuwa msomi na ma mataalina na hili aliyefundisha kutafiti kuchapishwa na kushauri katika maeneo ya ekolojia na pia ya maku mbao. Alipata shahada ya kwanza ya elimu katika sayansi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka elfu mbili na moja na shahada ya umahiri katika ia bi... Mwai ya ma, maeneo ya jango kutoka chuo kikuu cha Addis Ababa, Ethiopia, mwaka elfu mbili na nne na shahada ya uzamivu katika sayansi ya bahari katika chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka elfu mbili kumi na mbili Ubatizo Dr. Chauka alibatizwa mwaka 1993 Magamba sekondari huko Lushoto Tanga. Dr. Chauka alifunga ndoa na na mke mpendwa Bi Tulibako Paiti Nomnongo tarehe 30 Disemba 2007. Waliishi pamoja kwa takribani miaka 18 katika upendo na mshikamano andoa hadi mauti ilipo mkuta. Dr. Chauka ameacha ame, ame watoto watatu wa kiume mmoja na wa kike wawili na Liana Divine na Liana Besson. Mauti alipata ajali kugongwa na pikipiki tarehe 23 Septemba 2025 akiwa katika matembezi ya jioni. Wasamaria wema walimkimbiza hospitali ya Kitengule. Baada ya kupata huduma ya kwanza alihamishwa MOI Muhimbili, Muhimbili, ambako mauti ulimpata uh, tarehe 28 Septemba 2025. Shukrani, familia inatoa shukrani za kipekee kwa, kwa uongozi wa hospitali ya mifupa Muhimbili pamoja na hospitali ya taifa nengii MNH na hospitali ya Kitengule, kwa, ma, kwa, kwa, kwa kwa madaktari na wauguzi wote, na kwa jitihada walizofanya kuokoa maisha yake. Shukrani kwa pekee pia kwa wasamaria kwa wasamaria Mr. Mushi na dereva wa bajaji na wenzake, Kanisa la Waadventista wa Sabato okuvici kwa ushirikiano wa hali na mali. Familia ina washukuru ndugu na majirani kwa kutufariji katika kipindi hiki kigumu katika familia. Amina.